Okay. Mimi naitwa Kasalali Mageni ni mbunge wa jimbo hili la Sumve, e, tangu mwaka 2020 na ishirini 20, mpaka sasa ishirini na e, tano nimekuwa diwani pia, wakati hii alioma kabla ya kuwa mbunge. Kwa hiyo e, nimewaiteni hapa leo ili niweze kuzungumza na ninyi, kupitia ninyi niweze kuzungumza na wananchi wenzangu wa Sumve, niweze kuzungumza na ninyi na Watanzania. Sasa mimi nimekuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado ni mbunge kwa sababu kwa mujibu wa tangazo la Mheshimiwa Rais ni kwamba bunge linakoma tarehe tatu mwezi wa nane. Kwa mimi bado ni mbunge wa jimbo hili nimewaita ili niweze kuzungumza na Watanzania. E, leo kama mnavyofahamu Chama chetu cha Mapinduzi kimetoa ratiba ya mchakato wa kura za maoni kupata wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi za ubunge na udiwani. Katika ngazi ya urais tulishamaliza Dodoma, tuishapata mgombea wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini na kwenye nafasi za ubunge na udiwani uwanja uko wazi mpaka muda huu nadhani sasa tumemaliza e, uchukuaji wa fomu ilikuwa mwisho saa kumi. E, mimi sijachukua fomu kwa sababu nimefikiri kwamba muda wa mimi kupumzika siasa ya ubunge katika Chama cha Mapinduzi umefika, na sikutaka kusema kabla, kwa sababu mimi huwa nikiamua jambo langu wanajitahidi sana nisiliahilisha. E, ningesema kabla <coughs> kwamba sitagombea, labda ningesema bungeni au sehemu nyingine, ningejaliwa na ushauri na ujua, watu wangejaa hivi na hivi, mheshimiwa, endelea. Lakini nimesema niseme leo ambapo muda wa kuchukua fomu umeshakwisha na mimi sijachukua, kwa hiyo hakuna namna nitachukua, na Chama cha Mapinduzi kimeshafunga, wale waliokwisha chukua wamekwisha chukua na kwenye jimbo letu la Sumve wamechukua watu wengi. Tunategemea tutafanya uchaguzi mzuri kwenye kura za maoni, tutafanya uchaguzi mzuri kwenye uchaguzi mkuu. Na anavyoona bado Sumve CCM inakubarika, nategemea tutapata mgombea mzuri wa kiti cha ubunge ambaye atatuvusha katika uchaguzi mkuu, lakini tutapata madiwani wazuri ambao watatuvusha katika uchaguzi mkuu. Kwa mimi sababu ya kuwaiteni ninyi hapa ni kutaka sasa nitamke rasmi kwamba katika Bunge la kumi na tatu sitakuwemo. Na sijashiriki mchakato wowote wa kutaka kuwemo. Sijachukua fomu, sijagombea na ninabaki kuwa mjumbe wa vikao halali vya Chama cha Mapinduzi. Ninabaki kuwa mpiga kura na ninabaki kuitwa mbunge mstaafu wa jimbo la Sumve, baada ya muda wa kustaafu kufika na kama ambavyo nimezoea kuitwa mstaafu, kwa sababu sasa naitwa diwani mstaafu wa kata hii ya Lioma. Kwa hiyo nataka pia nikipate cheo cha ustaafu wa ubunge inapofika tarehe tatu. Karibuni sana Lioma. Nikashindwa vitu vyote. Kwa hiyo ninashukuru. Mimi nashukuru chama kwa kuniamini. Na kilisababu na mimi nilikwenda kufanya kazi vizuri, nikashinda uchaguzi vizuri. Tukashinda pamoja, tukahakikisha tumefanya kazi pamoja na mpaka kesho tuko pamoja, lakini zaidi namshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa eh, dr Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kama mbunge amekuwa msikivu sana kwangu kwa hoja ambazo nimezisukuma bungeni nyingi mfano hii ya barabara ambayo alielekeza waje hapa waziri mkuu na waziri wa ujenzi wahakikishe jambo hili linatatuliwa. Miradi mikubwa kama hiyo ya chuo cha michezo mali hapo jengo la, la, la umahili katika michezo na vitu vingine, amekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwani amekuwa zaidi ya mama mlezi na rais. Kwa hiyo mbunge wa Sumve nilikuwa huru kufikisha maombi na shida za watu wa Sumve kwenye serikali kwa sababu nilikuwa najua yupo mtu anayenisikiliza okay. Kwa hiyo ninamshukuru nina, nina sana ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na mimi kama mwana CCM na Mtanzania namtakia kila la heri. E, yuko kwenye kinyang'anyiro, ndiye mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, tumempitisha na tumempa, peperushe bendera yetu, na tunamwamini, tunajua anaweza kazi kwa uzoefu wake wa muda mrefu na namna ambavyo amefanya katika miaka hii minne tunaamini Watanzania watamwamini na Sumve hapa tumejipanga kumshukuru kwa kumpa kura nyingi sana.